endea kutusikiliza muda mrefu na sisi tuko na wewe pia, lakini bahati nzuri sana kwenye mada yetu ya vitu vya ndani kwamba mahusiano mm, yako wewe hayo yalifikafikaje? Mwisho tumeshapokea visa vya watu kadhaa hapa, lakini nilichokikumbuka mimi kikubwa ni cha Lusi wa Kigamboni, anakwambia maisha bora kwa kila Mtanzania kwa eh, amehamia kwa jirani yeye, aliachwa alikuta meseji sasa, alivyokuta meseji yeah, ile yeye akaamua kabisa ya nini, mie akaachana naye kaamia kwa jirani yake, alafu anasema maisha bora kwa, kwa kila Mtanzania, yeah, mambo yanaenda yani, kwa maana kwamba kizuri, kula, kula na jirani mbububu yako bwana. mm. E, Kalungu, karibu sana vizuri. Tuanzie mbali. Karungu, nyinyi ni watu, watu, watu muhimu sana kwenye hii jamii, huenda watu hawatambui thamani yenu, lakini mnazungumza na sisi kwa lugha ya kitaalamu sana. Hamtumii mm. sawa, sawa, um. sindano sana. wala vidonge <laughs> lakini mnatusaidia nyinyi, mnatutibu mm. na, na yeah. hali, hali hali ya kimahusiano ya, ya kima unaitazamaje una kama mwanasaikolojia kwa sasa kwenye taifa letu kwenye ndoa, walio kwenye ndoa na walio kwenye mahusiano mm. Unaitazamaje una kwa sasa, tupime kwanza hali ya hewa okay, atmosphere au hali ya hewa ya mahusiano kwa sasa mm. Uh, kwa kweli ina mabadiliko makubwa mm. Ina ukame mwingi wa hisia, yani mahusiano ya sasa yana ukame mwingi wa kihisia. Mm-hmm. Watu wanaingia kwa sababu Eh, za sababu mbalimbali mbali ambazo hazihusishi moja kwa moja hisia. Hmm. Unajua mahusiano ni mguso wa hisia. Ndio. Okay. Lakini sasa hivi imefikia mtu anaingia kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mazingira, ah, ngoja tu ni uhusiano. Hmm. Eh, au kwa sababu nitapata kitu fulani, ngoja ni uhusiano naye. Kwa unakuta mahusiano mengi sana ya ndoa na mahusiano ambayo sio ya ndoa yanakuwa na ukame mwingi wa kihisia, ndio maana migogoro waishi, watu wanagombana, wanaumizana lakini sio tu hivyo, inapelekea pia kwa namna moja au nyingine pia watu kukata tamaa kabisa ya mm. kuhusiana. Usaliti ni mwingi mno, yeah. mm. na hapo kalungu ina maana yake, kuna mimi nimempenda mtu mm. sijajua yeye ameingia kwangu kwa namna gani lakini, mm. mimi hisia zangu mm. zipo kwake mm. hapo mimi ndo nakuwa na ukame, ayu ndio ndo anakuwa na ukame Napozungumzia ukame wa kihisia yeah, kitaalamu tunaita draining emotional emotional drain mm -hmm. kwamba kuna muda au kuna wakati mm. -hmm. a, mtu anaweza akawa na ganzi ya moyo mm -hmm. mtu akiwa na ukame wa hisia, maana yake huyo apendi kwa kutumia moyo, anatumia akili mm -hmm. kwamba pamoja kwa na kwamba huyu mtu eh, moyo kuna muda unazungumza, japokuwa hauna mdomo mm -hmm. Sasa siku hizi moyo hauzungumzi tena, akili inatumika sana, akili ndio inatumika eh, sana, pamoja kwa na kwamba huyu mtu inaonekana you know, labda ana kasoro fulani, lakini kwa sababu nitapata hiki mm. -hmm. acha tu niwe naye navyozungumzia ukame wa kihisia yanamaanisha kutokuwa na mguso wowote, ila kuna ule ulazima mba, wana mrefu, wana wazazi, mm. wana nitaftia, nichagui, tu kwamba bwana nimekaa muda mrefu wananiangalia wazazi, pengine wamenitafutia mtu nichague, hacha tu niishi na huyu, lakini sio kwamba unampenda au unamhitaji mm. mazingira yanakulazimisha, yanakulazimisha uingie kwenye mahusiano. watu ulionao nao mm. wanakulazimisha uingie kwenye mahusiano, na marafiki wote pengine wameoa Eh, kuna muda unakuwa mpweke na ndo mabesti zako kila siku mnapiga nao story wanawake zao. mm -hmm. Wanakwambia bwana jiunge kuna chama ingia ingia. Yaani sio kwamba unakuwa upo tayari pengine una majeraha mengi sana lakini unaona Ah, ngoja tu niingie na mimi ili chama kikamilike. Ndio na ubachela. Kwa hiyo unalazimika kuingia lakini unakuwa na ukame wa kihisia. Lakini ukame wa kihisia pia kuna ambao unatengenezwa ndani ya mahusiano. mm -hmm. Unajua unaweza kaingia kwenye mahusiano. Mahusiano mengi huwa ni themanini kwa ishirini. Mahusiano mengi huwa ni 80 kwa 20. Hizi ni hisia. Mhm. Ah. Kuna mmoja ambaye anaingia na hisia 80. na mm -hmm. kuna ambaye anaingia na hisia, na hisia 20. mm -hmm. Sasa yule ambaye anaingia na hisia asilimia 80, mm -hmm. kuna uwezekano mkubwa hizo hisia zikapungua zikafika mpaka 50. Na ndio maana mara nyingi watu ambao wanajielewa na kujitambua huwa mm -hmm. kuna muda wanakutana katikati. Kwa nini naweza nikaanzia kuna hisia 20 uh, lakini baadaye nikapanda mpaka 50 na wakati mwingine mpaka 80. Ndio maana kitaalamu mwanamke yeye huwa anapenda kwa kufikiria mwanaume huwa anapenda kwa kutamani na kutazama. Kwa nini kwa kufikiria? Ndio maana wanawake wengi sana wakiwaambia na kuhitaji atakwambia naomba nikafikirie. Mm. Na sio kwamba ile kwa ile yeah. naomba nikafikirie. hey, sio sio ya kuipuuzia, ah uh, sio kupuuzia, ina tunatakiwa tutoe muda pia eh, yes definition ya naomba nikafikirie maana yake maana yake ni, ka, ni, ni kuchakata na kuangalia kama unaweza kuendana naye, na mtu akikupenda hahitaji kufikiria sana, anahitaji kuamua hapo hapo. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake hawezi kuambia kwamba ndio nimekubali, mm. Ila utaona tu ukizungumza naye, anapokea simu, ukimwita, anakuja ndio tayari kisha kubali sasa. Sasa kwa nini tunawachukulia? mm. tunawachukulia mm. tofauti sana na kuwadhania kuwa kuwa, kuwa, kuwa mabaya. mm. wanawake wanaokubali haraka mpaka wametungiwa wimbo usinikubali haraka. mm. mm. mm. mm. Ni kwa sababu pia ya mtazamo, unajua kwa jinsi ambayo mahusiano yanavyoenda mm. kuna vitu vibaya sana ambavyo watu wamevisikia na bahati mbaya taarifa ambayo zinasambaa kwa haraka na kwa spidi mm, kwa hiyo mtu, ile nadharia ya kwamba mwanamke akikubali haraka maanake pengine labda hana thamani hajitambui, hapana mm. Ile tu yani mmekutana na imeo, yani kakuona kwamba wewe ndo yule ambaye alikuwa anamhitaji kulingana na vigezo alivyo navyo. Kila mwanamke ana vigezo vyake okay. na hata mwanaume pia ana vigezo vyake ndio maana kuna muda kama nilivyokuambia kuna hii kufikiria na kutamani au kuona mm. Mwanaume anaweza akakuta anampenda mwanamke mwana fulani alafu watu akashangaa imekuaje? mm. Jamaa wanaumiaga. Aa, sasa hapo kitalamu pia kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa kuongezea yeah. Mwanamke huwa anaamua kuhusiana na nani mm. Alafu mwanaume huwa anachagua kuhusiana na nani. Kwa mpaka mwanaume anakuwa na mtu mmoja, maanake kuna machaguo mengi, kwa hiyo amechuja kachakata, akafanya auditing, karungu samani ndio mwanaume mwanaume anachagua. Anachagua. Yes, mwanamke anaamua ahusiane na nani kachagua. Hey, mwanaume, hey. Kabisa kabisa, naweza nikachagua mimi mwanaume na nisiamue kabisa. Okay, unaweza ukachagua bwana, kwa sasa hivi mimi ni huyu kwa focus inakuwa huko mwanamke, mm. Anaweza kachagua kuhusiana na yoyote. Ndio maana kuna wanawake wengi wana watu wanawashangaa, imekuwaje mpaka kumkubali huyu yani yani, ukimwangalia hana vigezo vya kuwa na huyo mwanamke, lakini mwanamke kaamua tu. Sasa ila mimi mm. nikuta hiyo. Eh, hiyo imekuwa hiyo. Hai nilikuta sana. Ibana <laughs> tu, tu, tu e, kalungu tuomba tusaidie. Ndio ndio ndio. Tusaidie achwa ipi ina inaponya ndio inamtoa kijana kwenye ku kuingia kwenye vitu ambavyo mm. hakuwa anavifanya okay. Uh, katika upande gani labda mwanaume mm -hmm. na mwanamke eh. staili gani ya kuachika inaweza ikawa ina relief. Aha. Sasa hapo kuna kuachika, kuna aina kama tano tazitaja mm. chache, afu nitaelezea staili gani ina relief kidogo, sawa. Kuna kuachwa ghafla aina ya herufi kubwa, yani hii ni herufi kubwa bwana. Kuanzia sasa mimi na wewe basi, mm. full stop. Full stop hii gafla inaumiza sana, inashtua, kwa sababu unaweza sio, unaona red flag, au sio? Unaona pengine mm. dalili zozote za mahusiano yenu kufa, lakini gafla tumtu anakuambia tuachane. Kuna watu mm. wengi sana huwa wanachanganyikiwa hapa, lakini wengine pia wanaamua kujidhuru. mm. kuna kuachwa kimya kimya, hey. Yaani upo kwenye mahusiano lakini hujui kama ushaachwa? Yaani upo kwenye umesha message, unajipigisha simu, tuna ghafla kuna kimya kimya, na kimya kimya ni mbaya zaidi, kwa sababu unaweza kuwa unapiga simu mtu unazungumza naye hata mm. pengine miezi sita hamzungumzi, leo kimpigia, mm. yaani ni kama wapenzi oh, ushaachwa lakini haujui da. Kimya kimya, hii dunia hii imekuwa nzito, unajua yeah. <laughs> Mawasiliano moyo wake ni i mean mahusiano moyo wake ni mawasiliano, kwa hiyo yeah. Ukiona mawasiliano yanapungua siku baada ya siku, unajua kuna shida. Ah, yes. Lakini pia vile vile kuna kuachwa njia panda au unge cha Moroko. Hii ni changamoto sana, hasa kwa wale ambao wanaingia kwenye mahusiano na watu ambao wana wapenzi wao Yaani, mtu najua kabisa ana mahusiano mengine, lakini mm. wewe unaamua kuingia naye kwenye mahusiano. Hey, ngoja bwana, mimi hivyo hivyo nitavumilia, nitavumilia. Na hii inakuja kuwagharimu sana watu ambao wanajua kabisa kwamba huyu ana mtu wake, pengine mm. hawajamalizana vizuri. Kwa hiyo hii ni hatari sana, kuna uwezekano hey. wa watu pengine kuendelea mm -hmm. hey, lakini pia kuna kuachwa kwa maelezo hiyo hey, ni nzuri ambayo yani inakupa unafuu, unajua, japokuwa pia kuna watu wanakataa. Yeah. Jamal aliachwa ali. ali, kwa maelezo. Yeah. <laughs> Nimesikia nzuri, Jamal aliacha kwa maelezo. Hiyo ya kwangu. Jamal aliambiwa hivi. Eh. Na mimi muda wangu wa kuolewa umefika, umefika. Mm. Mm. Nikikutazama mm. sioni muoaji ndio <laughs> hatua ya Jamal ni ya Jamal. Mm. Eh, ambao kwa mujibu wa kwa kwa saikolojia hatua ya maelezo maelezo, eh, ni sahihi, na hii <laughs> ni nzuri kwa sababu unakuwa unajua kabisa kwamba huyu mtu kaniacha pengine kwa sababu ya dini mm. mimi na kuangalia tu sasa hivi huyu mm. hataki kubadilisha hataki kubadilisha, au pengine hali ya uchumi mm. yaani kuna mtu anaachiwa maelezo kabisa, bwana, mimi naomba niendelee ni mm. no, na maisha yangu naona tu, sioni mwelekeo unaona, na kuna wale wengine wanaambia bwana e. mimi sioni mwelekeo kwa sababu as hauna hela, pia sina maelezo ni sahii, maelezo ambaye amenyeoka na kuna hela. Eh, hawezi maswaliawauiahela wanatumia hauni mudu ni sahii. Na kuna mwingine anaweza kakwambia, labda nahisi sikustahili. Yani sio kwamba pengine hauna hela hauna nini, hapana, nakwambia mimi nahisi sikustahili, unahitaji mtu bora kuliko mimi. Huyu anakuacha moyo umepoa. Anakuacha moyo umepoa, lakini pia anakuwa anajifikiria, kama mimi anahitaji mtu bora kuliko mimi, bora mimi mbona mimi namfaa? Yaani kwa nini anakuwa ananisend off kwa nini anitaki, anihitaji lakini ya mwisho ni kuacha. Hiyo kabla hujaondoka hapo Kalunga, hmm. Ina maanake hiyo ni achwa ya kupewa ushauri mm, mm, mm, mm. Kwamba hata ukitoka kwenye hayo mahusiano mm. Unajua mimi nimeachwa kwa sababu hii mm. Naomba kuanzia hapa hey. Niendeleze hichi mm, ni sahihi, ili huyo ambaye nitakayekuwa naye tena mm. asinipe maelezo haya mm, ni sahihi. Ndio maana unapoachwa, pia utakii kuchukia, inabidi ushukuru kwa sababu kila mahusiano yana kitu cha kufundisha mm -hmm. Hey, yani sasa mtazamo wa watu uko tofauti. Unajua ukiachwa watu wanakuwa na aibu, wanakuwa na maswali, ushaunganisha usha pengine udugu na watu mm -hmm. Kwa hiyo unasema, ah, kama ndugu yake mimi niko naye karibu, wazazi wake, kuna ile aibu ile mm -hmm. ambayo inafanya watu wengi washinde kuondoka kwenye mahusiano wanaowaumiza. Kuna wengine wanang'ang'ania yani, yani, kuna wengine huwa wametengeneza mazingira ya kwamba wao inabidi uhusiane na mtu mmoja tu, kwa anahangaika na huyo huyo, mambo ni mengi, vitu ni hivi, lakini huyo huyo anadili naye mmoja. Mm, okay, eh, na. Inaitwa stalking. Sasa hii pia taalam kidogo haipo sawa, kwa sababu unakuwa una mstoko mtu kiasi kwamba anakosa uhuru eh, na hii mwisho wake huwa ni mbaya sana, na mwisho ni kuachana kwa vita eh, <laughs> yaani <Hiyo ndio imeshamiri. laughs> <Tusijuane. laughs> <laughs> yaani hii hakuna hakuna ukaribu hakuna yani, kiufupi, ni kwamba kila kitu kinaisha hapo hapo. hapa kuna vurugu, hapa kuna kupigana Angina. hapa kuna kutukanana, yani kiufupi, hapa kuna mambo mengi mabaya mabaya mengi Kami, na na, na, na mara nyingi ya vita mm. Inatumia muda muda muda mrefu, eh, ni kweli, ni kweli. Muda mrefu. Na madhara yake yanakuwa na, ya makubwa ni sahihi, ni sahihi. Na, na, nahisi, ni sahihi, mengi, nahisi. Mm. huwa yana madhara pande zote mbili sana. Kwa sababu hakuna aliyeridhia sana, sana, sana. Kuna sana. uadui fulani, mimi, mimi ni muenga <laughs> <laughs> <laughs> yani na, na wengi wanajitamba <laughs> na wanasema kabisa kwamba wewe, unasema una ex, una alafu una kovu lake <laughs> <laughs> <Yes, laughs> <laughs> Zipi, zipi ambazo zina zina athari sana mm. kwa kwa jamii tulionao sasa hivi? Zipi hizo aina aina za, za kuachana ama kuachwa mm. zipi zina athari sana kwa jamii tulionao sasa hivi? aina za kuacha ambazo zina athari kwa jamii ya kwanza ni kuachana kwa vita, ambayo hii mnaachana kwa kugombana mm. eh kuna ambao wanakatana mpaka uume mm. e, katana mm. sikio, pasuliana, pengine kama una gari hivyo choma nyumba. Lakini pia kuna yuko kuachwa ghafla hii mtu inaweza ka kamshtua akapata presha akaanguka akafariki hiyo. hmm. Eh, kwa hiyo hizi mbili ndio zina madhara makubwa. Hizi zingine zinaweza zikawa hazina madhara ya moja kwa moja, ila madhara hu yanakuja baadaye. Unajua, hata kama ukiwa na misuri ya kihisia, mtu akikwambia anakuacha unaweza ukasema ndio, lakini baadaye kuna kitu kinaitwa relapsing, zile hisia zinarudi. Una, unafikiria hivi, ameniacha kwa sababu gani? Kwao unaanza kujifanyia kuji tathmini, ameniacha kwa sababu hiki na hiki ameniacha kwa sababu hii na hii, kwa hiyo unakuwa unabaki na maswali. mm. Hey, kwa kuna watu ambao wana misuri ya kisia wakiambiwa bwana, uh, naomba tuachane, wanashukuru nasema asante. mm. nashukuru sana kwa kuja kwenye maisha yangu, nimejifunza vingi kupitia wewe, nikutakia kila laheri, kwa heri na karungu bwana. mm. Inakuwaje kwa wale watu ambao wapo kwenye mahusiano ndio, inatokea wanapigwa kitu kizito, yani wanaachwa, hiyo ni kwa maelezo hiyo ni ni ghafla, lakini wao wanakuwa wako stable yani mm. hawaonyeshi dalili yoyote ya kuumia ya kufura mm. Yani, yeye yupo yupo, yani kwamba kama vile hakuna kichotokea. Au kisaikolojia, inakuwaje sasa mtu paka anafikia hiyo hali? Anaweza kawa na kitu kinaitwa emotional numbness, ganzi ya hisia. Inategemea matukio yametokea muda gani, unajua mm-hmm. kwenye mahusiano mtu anapokuwa anatatua tatizo lile lile tukio lile lile huwa anatengeneza ganzi ya hisia. Ganzi ya hisia ikiingia huwa inakuja na kitu kinaitwa ukame pia wa kihisia, ndio ambapo mtu anakuwa hana hisia. Kwa hiyo do whatever you wish, yani fanya unachoweza. Kwa hiyo hata kama akikuta hapa red handed unamdanganya, mm kwake haiwezi kumwathiri sana kwa sababu kashazoea kile kitu kiasi kwamba ametengeneza kitu kinaitwa kitaalam agolania. Agolania ni zile feeling ambazo mtu anakuwa nazo za usugu wa kihisia. Kwa hiyo yani, hushitushwi huogopi na wala una wasiwasi na kitu chochote. Yaani mimi bora aliende. Eh, yeah. Kwa maana yake kuna watu wanaishi maisha ya namna hiyo. Yaani kwenye kwenye mahusiano yao hakuna mguso wa kisia. Ni huduma tu za kawaida na vitu vingine lakini hakuna huo mguso wa kisia. Ha, haileti tafsiri kwamba hakuwa ananipenda. Mm. Kwamba yaani hmm. Naona kabisa kwamba umesha tumeachana. Alafu mm. Mimi naona fresh asante. Mm. Nenda zako. Haileti hai huo mgagasiko kwamba hakuwa ananipenda. Ah, inategemea lakini, kulingana na hili swali unauliza, wamesema kwamba watu ambao wapo kwenye mahusiano unawaendelea kuwa pamoja alafu kuna huo tunatokea na ha hakuna kinachowaathiri mm. ina maana mguso mm, wa kihisia au uh, ukame wa kihisia unakuwa umeingia katikati hapo kwa kuna mmoja anaweza akawa ndio anafikiria namna ya kuboresha hayo mahusiano lakini, kwa asilimia kubwa wengi wanakuwa wameshakubaliana na hali na kwenye mahusiano, nilichokuja kujifunza ni kwamba mm. ili uweze kuyafurahia mm. Lazima umwelewe mwenzio mm. Watu wengi wanahangaika kuwabadilisha wenza wao, yani wanataka we mwenza wako awe kama wewe, kitu ambacho hakiwezekani mm. akita kuja kutokea yani na mw... haita kama we kama we ni chachi boy, usimlazimishe mwenza wako awe chachi boy, usimbadilishe bali wewe badilika, ili yeye hamasike na tabia yako haya mm. sasa mm. Mm. mimi ujinga uliokomaa uh -huh. mm ujinga ndio. Wengi walioko kwenye mahusiano sasa hivi wanataka kuwabadilisha watu waendane na wao. Ndio ndio ndio ndio. Kuna kubadilishwa katika uzuri. Ndio. Kuna kubadilishwa katika ubaya. Ndio. Tunawaona mabinti wengi, nimepata hiyo experience ya kuona binti mm, alikuwa hanywi pombe ndio, ndio. Havuti sigara. Ndio, ndio. Sawa sawa. Lakini kwa sababu anampenda mm, mwanaume fulani mm, anayetumia pombe, anayetumia mm, sigara mm, analazimika kukop mm, na kuingia kwenye hilo janga. Sawa sawa. Ili tu atimize mm, ile dhamira ya upendo. Ni kweli. Kwa yule mtu mm, tuna watu waje wa vijana kwenye hilo janga. Okay. Kwanza katika kitu ambacho watu wanatakiwa kufahamu ni kwamba unapoingia kwenye mahusiano lazima uwe umejitambua vya kutosha. Mm. Umeona, umetambua nafasi yako, wewe ni nani, umetambua madhaifu yako na unatambua ni vitu gani unavyohitaji mm. kutoka kwa mtu kukukamilisha. Sasa mabinti wengi wanaingia kuna hizo tabia kwa sababu ya kitu kinaitwa infatuation. Mm -hmm. Infatuation huwa ni msisimko, eh, wa hisia za mwanzo katika mahusiano mm. ambao huwa unafanya mtu asione dosari yoyote. Na ndio notion ya kuitwa love is blind huwa inatokana na hiki kitu. Okay. Infatuation. Mm. Kwa hivyo unakuwa hauoni chochote unakuwa hauambiliki, unakuwa hau, yani yani, hautaki kushauriwa. Sasa hapo unaweza kaiga tabia za mwenza wako, unaweza kaanza pengine kutumia vilevi, unaweza pengine ukaanza kuwa labda unatoka una, una pengine kwenda kwenye club usiku kama ulikuwa hata uendi. Una mm. tabia hatarishi unaweza ukazifanya. Lakini kwa wale ambao wanakuwa na chembe chembe za kujitambua kiasi fulani, inakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza ku, uh, ku resist yale yani, mabadiliko na ku adapt tabia za wenza wao. Ndio maana kuna watu wanahusiana na watu wanatumia vilevi lakini wao hawatumii yeah, na hawajawahi kutumia kabisa. Kwa kwa binti ambaye, au kwa kijana ambaye ameingia kwenye mahusiano kwa sababu hiyo ya kumplease mwenza wake mm, ni vizuri zaidi akapata nafasi ya kuweza kujitathmini na kuangalia nini anachokifanya, kwa sababu mahusiano hayapaswi kukufanya ujisaulishe wewe ni nani. Okay. Sawa. Eh, yani kuna watu wakiingia kwenye mahusiano wanahisi maisha ni mahusiano. Jamani, yeah, mimi yeah, mm. Nataka naomba naomba ni ni ni mimi na na mgagasiko. Utoe, e, utoe. Wewe tutazungumza. Ah, kuna moja tu. <tip> Ndio. Eh, mwanasaikolojia tuambie. Ndio, ndio. Mimi nafanya UMC wa maharusi. Ndio, ndio. Sahihi. Harusi nyingi za, za sasa hivi. Mm. Za vijana. Ndio. Hazidumu. Eh, sahihi. Kuna nini katikati? Umezungumza mengi ambayo yanahusisha mm, mm, kuendana sahii mm, mm, mm, tuko kwenye, kwenye jamii ambayo ina harusi ina, ina, ina, ina za miemko mm, mm, au ni nini kiko katikati? Uh, kama ulivyosema tupo kwenye jamii ambayo uelewa kuhusu mahusiano bado ni mdogo sana mm. Unajua pia uh, zamani watu walikuwa wanapata ushauri kulingana na hali halisi mazingira mm. Eh, lakini sasa hivi kuna utandawazi mkubwa sana watu wanajifunza vitu tofauti tofauti afu wanavipractice kwenye mazingira ambayo sio sahihi mm. kwa hiyo wengi wana aina wana, wana, wana, wana ya mahusiano kwenye vichwa vyao ambayo haipo katika uhalisia wa maisha wanayoishi, na hii inawaathiri sana mm. Sasa hata mafundisho ambayo wengi wanafundishwa uh, kabla ya ndoa yanakuwa ni mafundisho ambayo ni outdated. mafundisho ya mm. zamani, kwa barua kufanya hivi, hayaendani na wakati uliopo sasa hivi kwa unakuta watu wengi sana wakiingia kwenye mahusiano, wanaingia na mihemko, wanaingia kwa ajili ya kuweza kuwafurahisha watu wengine. Na ndio maana nikakwambia hivi, mtu anaweza kaoa mke, lakini anaoa mke kwa ajili ya rafiki zake. Mke wangu mnamuonaje? <laughs> kwa, <laughs> kwa, kwa, kwa, kwa hey, lugha fupi hey. um. kuna watu wanaingia kwenye kwenye ndoa kama practical. kabisa kabisa, na, na, na ndoa nyingi sasa hivi sizani hata azifiki hata miezi mitatu, kwa sababu siku uh, moja kwenye ndoa ni hey. kama mwezi Siku siku moja moja ni ni kama mwezi katisha mwezi. Mw... <laughs> tamaa na kueleza kwa sababu mtakapoingia kunendoa mtaanza kuonyesha uhalisia wenu, na kitaalamu inachukua almost kama siku 30 mpaka siku 90 kutengeneza lifestyle, mtindo wa maisha hmm. kwa hiyo ili muweze kukutana katikati lazima huyu mmoja aweze kuwa yeye na wewe uwe wewe sasa hmm. Ile kuwa wewe na kuwa yeye, hapo ndipo utofauti unaanzia hmm. Kwa sababu kama nilivyokwambia hawezi kumbadilisha mtu ambaye hayupo tayari. That kwa unaweza kuwa unapiga maelezo unafanya hivi na hivi na hivi, kwa mfano kama mfano mwepesi hmm. Wanaume wengi walioko ne ndoa wakisha oa mikono wao inalemaa anajua yeye atafuliwa, hey, eh, yani wanapata ulemavu wa mikono yeah. Afui afagiwa, hatandiki mm. Afanye nini chochote mm. hey, ni kunyosha miguu, lakini wakati wao wanasahau kwamba huyo mwanamke pia she's not a robot. Yani kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe binafsi, kwa mfano, mnaweza mkawa anafanya yote kazi. I imagine huyo mke wako yeye atoke kazini na aondoke kazini mm. sawa yeah. Halafu mnafika nyumbani wewe umeingia, umeoga bafuni, umelala kitandani. Mm. Yeye aende akapike aende kafanyeje, si afanye nini baadaye sio afunge nguo afanye zile, kwa ni vitu vingi. Kwa usipokuwa supportive moja kwa moja, hata kama akiwa anakupenda kiasi gani, mm, kuna ule uzito ataanza kuupata, kwamba huyu ni mwanaume wa namna gani, yaani kwamba atusaidiane, atusaidiane. Ndio maana kuna misingi ya mahusiano huwa kuna vitu kama vitano. Mm. Cha kwanza huwa ni kusaidiana, moja hiyo. Eh, cha pili huwa ni kuteteana Mm. Eh, kuna mahusiano ambayo wewe ukikosea unashambuliwa, yani ndugu zake na mwanza wako anakushambulia yani <laughs> na yeye anakushambulia unapigwa mtungo hiyo. Na hata ukitoka uh, pengine anaweza kawa ni mpenzi wako, mke wako, mume wako, karibu pengine kazini, badala mme awe front au mke awe front, ndio ndivyo alivyo. Sasa mwisho wa siku unakuta mambo ni magumu zaidi lakini msingi mwingine hmm, ni mawasiliano. Mawasiliano ni moyo wa mahusiano. Kwa hiyo kuna watu wengine hawazungumzi, hawazungumzi, na kuna kauli mbaya sana, kwa mfano, kwa wanaume huwa wanawapa wake zao. Kwa mfano, mke anaambia mume wangu, naomba tuzungumze kidogo. Hmm, sina muda, tuzungumze baadaye. Hiyo baadaye sio ya sasa. Anaweza katokea mwamba ana mazungumzo na wakazungumza hata masaa mawili <laughs> ila mke wake hawezi, hawezi kuzungumza eh, kwa sababu wanawake wengi yani, hmm, wana wana, wana wanawake wengi sana wanaishi kwa hisia. Kwa mara nyingi wanatamani kuzungumza kuzungumza kuzungumza kuzungumza hata kama ni vitu vya kijinga. Kwa hiyo wewe kama mwanaume unajua, wanaume sisi ni watu ambao ni, ni logic oriented. Tunapenda mm. sana vitu vinavyozungumza viwe ni fact. Wewe niambie kuna mchele kilo sita, niambie kuna kodi niambie kuna ada, niambie kuna nauli, niambie kuna yani, usilete mambo mengi. Niambie bwana ombe ombe, unajua ilikuwa hivi mm, leo nilipofika, sio nikasikia, sio kichwa kinaniuma, nikafanya hivi niuniambie. Anyway, nataka nenda hospitali, yeah, nataka nifanye hivi na hivi na hivi. Sisi, nenda kwenye point, kwenye point sisi ni watu wa point <laughs> Sasa linapokuja swala la wa mazungumzo, wanawake wengi hata wanapokuwa wanazungumza, mm, ile toni tu ya mwanamke mm, inaweza kumfanya mwanaume afadhaike, unakuta ama avoid sababu lazima iwe na malalamiko ndani, lazima iwe na mambo yasiyoeleweka. Ila jamali ya mambo <laughs> <laughs> kakua, kuna faida kubwa sana kwako hey, tarudi Kalunga. Kuna saa mengi sana kuzungumza na wewe. Sawa sawa. Na kiuhalisia ni kwamba mm, kuna watu wanasema mtaani mm, na hizi kauli zipo bana, haya mahusiano mapenzi hayafundishwi mm, mm, hayashauriwi mm, eh, nyinyi mnashauri watu mm, leo wanarudiana mnaonekana wabaya, au wanaachana mnaonekana wabaya, mm, lakini kuna sisi marafiki ambao tunajua kabisa haya mabosi watupiwa mzigo wa lawama mabosi, eh mabosi wametupiwa mzigo wa lawama eh. Uvunjaji sheria, madereva wa serikali. Ulaya ikibana misaada yake, serikali yatoa msimamo. Nimemwona hapa Balozi Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Lakini mapya, wanafunzi wa Udom aliyejiua mapya mwanafunzi wa Udom aliyejiua, Chadema alijirusha kwenye kisima. kuna mapya ameibuka kama gazeti la wananchi, Castro, acha ubahili. mm -hmm. Chadema waliotoa amri vurugu Oktoba 29 wachukuliwe hatua, gazeti la mwananchi hilo. Lakini waliofutwa kazi, sakata la vieti feki sasa kicheko. e, ngoja e, kwani waliofutwa kazi? Ehe. sakata la vieti feki sasa kicheko kwa maana ya sasa kwa maana ya... ah, Nina e wana... Sasa? ah. <laughs> <laughs> Story moja hiyo ya muda na anaruhusu hey, yeah. kidogo kuna mwalimu kuna mmoja kipindi nasoma sekondari hey. Yule bwana ilikuwa elimu yake levo yake ni kufundisha shule ya msingi kumbe mwalimu wa upe mm -hmm. Alafu yeye akawa anafundisha sekondari

aondolewa kifungo miaka 30 jela, kesi kwanza upya, ameondolewa. Aondolewa kifungo miaka 30 jela. Yani, alifungwa miaka 30, kifungo hicho kimeondolewa, afu kesi inaanza upya, inaanza tena. Ndiyo. ni nchi gani eh bwana Tanzania hapa, hapa, hapa. Aba, aba. ukurasa wa tatu wa gazeti hili hmm. lakini Tanzania kuwa kitovu uh, uzalishaji wa dawa Afrika. mapya yaibuliwa, kisa msomi chuo kikuu aliyedaiwa kujiua kisimani mapya ameibuka. Mapya gani? kama tagazela ni pashe kalungu na ndugu zangu hapa chini ubahili bwana. mm. Eh, chukweni gazeti hili eh. mm. kesi jengo liloporomoka na ile la Kariakoo, ile sio, unajua. mm. ile jengo liloporomoka na kuwa Kariakoo, kesi yao imeiva, ilikuwa e, iko kwenye jiko gani? jua kabisa yenyewe imefanyaje, imeiva. habari leo nikimaliza hapa, madini yaweka rekodi maduhuli lakini TAMISEMI kuangalia upya masoko ya ghorofa. NIDA yaita makundi manne kubadili taarifa. Soma hiyo. Tumemaliza hivyo au unataka nimalize na na kioja kile, kioja cha nini tena <laughs> <Wakati>, mwana <laughs> sasa yupo hapo mwana kioje tu shibe tu loipata hapa na tunaoendelea kuipata, ana atatuambia mapenzi, anafundishwa mapenzi yule na mpenzi, kila mpisa, mpisa mshikaji wangu mmoja sito mtaja jina <laughs> Alikuwa ali kila akiwa na mwanamke eh, mpya akija akimleta hivi mbele zenu. Hmm. Anafika pale anaambia wanangu. Hmm, nimesema sitaki ushauri, sitaki kuambiwa, sitaki kama napotea, acha nipotee, huyu mi ndo ninayemtaka. Watu wanajaa, maskini, kesho it's over. <laughs> <laughs> soma hiyo